Ili kufanikiwa katika biashara yoyote inahitaji uwe na maono na pia ndoto nzuri katika jambo lolote unalolifanya. Leo hii katika makala yetu ya bidii ya mwanamke tunaungana na yeye mtumishi Carol na pia ambaye ni mfanyabiashara akituelezea siri ya jinsi ambavyo anaweza kufaulu katika mambo haya mawili. Asante sana mtumishi, na karibu katika runinga ya Mwangaza. Tutaanza na majina, na utueleze jinsi ambavyo unaendeleza hii biashara uh, licha ya kuwa wewe ni mtumishi na pia mfanyi biashara. Asante sana Shiko, mm -hmm. Nafurahi kwa vile mmetutembelea nashukuru Mwangaza TV kwa kukuja. Kwa majina, mimi naitwa Reverend Carol Munderu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, pastor with Word Explosion Ministry, na pia mimi ni mfanyabiashara. Na vile umeuliza, hii ni safari nimekuja, na ni safari ndefu. Kwanza nilianza kwa huduma, wakati Mungu aliniita miaka ya pale nyuma, nikawa kwanza natamani sana kusupport wa hubili uh -huh. Mi sikuwa nafikiria siku moja nitakuwa mchungaji uh -huh. Lakini ilikuwa natamani tamani uh -huh. Mungu angenibariki na biashara ningetaka uh -huh. kusupport wale wanahudumi kweli, at least na wasupport financially. Mm -hmm. Lakini, kwa hiyo safari, ndio nilipata mimi niko na mwito mm -hmm. na wakati Mungu aliniita kwa kuhudumu kwa, kwa mm -hmm. si kuachilia biashara mm -hmm. nikaomba tu Mungu anipe neema mm -hmm. alafu nikaangalia maandiko kutoka kitabu ya Mitume a ishirini mm -hmm. amtumishi anaitwa Apostle Paul mm -hmm. na yeye alikuwa a great man of God mm -hmm. na nikaona Paul alikuwa na huduma kubwa sana in fact historia inatuambia kando ya Kristo mm -hmm. ya number 2 mm -hmm. nikaona alikuwa na huduma kubwa sana , lakini pale Acts chapter 20 anasema hangetaka kufinyilia wale washirika wake mm -hmm. kwa, ama wale watu walikuwa anahudumia kwa, mm -hmm. hivyo akawa anafanya tent mm -hmm. making anakuwa na wakati wa kufanya biashara mm -hmm. na pale nikaona hata mimi hiyo neema naezaamini Mungu kweli ya kwamba naweza kuwa na huduma mm -hmm. na pia naweza kuwa mm -hmm. nafanya biashara mm -hmm. na tu Asanti, tumeingia hapa kwenye biashara yako, ni biashara ambayo imefaulu vyema. Ilikuwa vipi ukaanzisha hii biashara ya kuuza miwani na siyo biashara nyingine yoyote? Asante. <laughs> Kwanza tulianza na kuuza sunglasses, tulikuanga mm -hmm. pale boys mm -hmm. na hiyo biashara Mungu akatusaidia. Wacha niseme niko na msichana ambaye ako very entrepreneur, anapenda biashara pia, na akiwa university mm -hmm. anza kuchukua miwani yangu kwa duka, anaenda kuuzia student mm -hmm. Sasa hapo tukaendelea, tukaendelea, Mungu akatupea mawazo mm -hmm. si tuanze kuuza frames mm -hmm pale tukaanza kuuza frames mm -hmm. Lakini basi bas, tukatoka hapo, ilikuwa mm -hmm. duka kidogo mm -hmm. tukapanda pale Moi Avenue mm -hmm. tukawa na duka sasa, tumeseparate um, miwani na tumeseparate um, hizi vitu zingine. Ah, sasa tukaanza pale na pale, Mungu ndio akapanua hiyo maono. Tukasema mm -hmm. si tuendelee sasa, tutafute daktari mm -hmm. mtu amesomea mambo ya kupima watu macho mm -hmm. sasa tunaleta hizi product miwani mm -hmm. uh, na sunglasses na sasa tuko na daktari mm -hmm. kwa hivyo ni step by step mm -hmm. Mungu anaendelea kutu Mm -hmm. Na ni kama Biblia inasema mm -hmm. beginning. ii mm -hmm. Usidhalau mwanzo mdogo. Maana mm -hmm. haujui mm hii -hmm. mwanzo mdogo itawezaenda mpaka wapi? Sisi kwa mafikiri yetu atukwa tunafikiria inaweza mm -hmm. fika pale Mungu ametufikisha. Wow. Asante tena sana licha ya kuwa uko ni biashara tu hii ya uh, uko na hii biashara ya miwani. Je, kuna biashara zingine ambazo um, umeweza kuanzisha kufu, uh, kusaidia, uh, uh, na zimeweza aje kusaidia Mkenya wa kawaida na hasa vijana wadogo ambao uh, mara mingi tunaona wanatamako wakitafuta kazi ya uh? Pia tuko na biashara inaitwa Alauna mm -hmm. Alauna tuna pesa mashamba mm -hmm na uh, pia hiyo tulienda kule kwanza Marindi mm -hmm. Tumenunua mashamba tunauza, tuko hapa Kamakis mm hiyo -hmm. inape vijana nafasi, mtu anatafuta client, ukileta client mm -hmm. ka commission pale, na pia kule Marindi na hapa iria matu mm huwa -hmm. tunalima kwa mm hivyo -hmm. kuna mde mfanyikazi pale mm -hmm. ambaye anatushughulikia kwa shamba usi tunalima mm -hmm. matu tunapanda matunda mm -hmm. kule Kusaidia. Aya, siri ya kufaulu kwenye biashara, kuna mtu wako pale mm -hmm. anakutazama, anauliza, huyu ni mtumishi anawezangaaje sasa kuwa hii biashara imeweza kufaulu, imefika place fulani yeah. Siri ya kufaulu katika biashara especially ukiwa kama mwanamke ni gani? Uh, Shiku, kuna siku tulikuwa na wewe kwa, mita, kwa, mita, kwa, kwa ile programu nyingine mm -hmm. kwa redio. Nikakwambia kuna wakati nilikuwa na nimeajiriwa kwa soko na nilikuwa nalipa mia tatu mm -hmm. na nyumba ilikuwa 150 mm -hmm. lakini nikakwambia nilikuwa na kitabu pale nyuma nimeandika msara wangu wa kwanza ni 300 mm -hmm. tithe ni 30 mm -hmm. Nikaambia Mungu nipe 3000 siku moja mm -hmm. nione nikitai 300 mm -hmm. kwa hivyo the purpose inapata sana mm -hmm na nimesema pale awali maono yangu na kutamani kwangu mbeleni, mm -hmm. kwa Mungu nipee biashara mm -hmm. supoti wale wako kwa mm -hmm. so watu wengi tuko kwa biashara mm -hmm. ili tufanikiwe, ni, ni biashara yetu mm -hmm. tufate pesa tuwe ngali mzuri tuwe mm -hmm. na nyumba nzuri, na ni vizuri lakini ni lazima uwe na rengo mm -hmm. ambayo inahusiana na ufalme wa Mungu. Kweli. Unaona mtu kama Hana wakati alikuwa hana mtoto mm -hmm. na ameomba miaka mingi mm -hmm. kuna siku moja alikuja akaambia Mungu, Mungu ukinipee mtoto, nitampeana kwa nyumba yako na akutumikie. Hata kwa, kwa, kwa biashara mm -hmm. haba papas mm -hmm. ambayo inasaidia biashara mm -hmm. ama hata huduma mm -hmm. Maono yangu ilikuwa Mungu nipee pesa nisaidie wale wako mm -hmm. wa mm -hmm. mm -hmm. kwa huduma, kumbe Mungu ataniita. Kwa hivyo hata kwangu biashara zangu zimenisaidia kuwa nikipata pesa kuwa mm -hmm. mm -hmm. kwa mwaminifu kwa Mungu, maana hiyo inasapoti huduma. Ya pili naomba Mungu anipee biashara wangine, nimeona waki wakiwa maskini. Kuna watoto nimesaidia wamesoma, wamemaliza shule. Kwa hivyo biashara tu, si ati nifanikiwe. mm -hmm. I also want the blessing that God has given me ikuze mtu mtu mwingine. mm -hmm. na pale mnaona Genesis 12 mm -hmm. Mungu aliambia Abrahamu, Abrahamu nitakubariki, utakuwa baraka, blessed to be a blessing. Kwa hivyo hata wale wanatusikiliza asubuhi ya leo mm -hmm. ni vizuri ujiulize, biashara hiyo yako ni nani mwingine anafaidika? mm -hmm. Wacha tu wale wafanyi kazi, what else unaweza sema, inasaidia mwingine. Na naambia anaambianga watu. Na ule mama anaitwa Dorkasi kwa Biblia, alikuwa anashona mafurana. Hatujui kama ilikuwa ni biashara, lakini singine anachukua, anapewa wajane, anapewa wale maskini. Wakati alikufa alikuabudu Mungu, kuangalia. Kwa hivyo ni vizuri hata sisi ile biashara tunafanya, baada ya sisi sisi kutu, tu kujibenefit, wacha mtu mwingine asaidike. Mm -hmm. Wacha mjane asaidike. Mm -hmm. Wacha mtoto yatima asaidike bahari. Mm -hmm. Yeah. So, swali lingine ni unaweza aje kubalance uh, kuwa mtumishi mm -hmm. we ni mama, we ni mke na pia kuwa mfanyi biashara na, na pia nataka time yangu ya kulala. Mm -hmm. kabisa <laughs> Kwao namka naingia kwa maombi mm -hmm. mpaka 6 mm -hmm. yeni wakati wangu Mungu na neene kwanzia mm -hmm. hapo zimewatu kutayarisha breakfast na nini. Kwa hivyo ni lazima tu balance wakati. mm -hmm. namba 2, kila kimenisaidia mm -hmm. niliambia Mungu. Because, uh, that's the thing I want to tell you ni ya kwamba nikuwa na covenant na Mungu na ya Mungu. Mungu. Mm -hmm. kwamba Mungu wewe unasimanga hapa kwa hii biashara ama steward Mungu ndiye kwa mm hivyo -hmm. So we partner with God. God. Mm -hmm. Kuleta Mungu kwa biashara zetu inasaidia sana mm -hmm. mm -hmm. Kuleta Mungu kwa jambo yoyote tunafanya, anakuwa is the center inasaidia sana ili Mungu akuongelesha, akwambie chukua hii pesa, panda bebu fahani, lipia huyu mtoto, fanya jambo at least God is part of that business. Mm-hmm. Hiyo ingine ya Mungu sana mm -hmm. ni kuamini Mungu atupea wafanyakazi wazuri. Waaminifu. Unaona Biblia nasema Joseph, mm -hmm. wakati alienda kule Egypt Biblia mm -hmm. inatuambia fotif zaku anashughulika na kitu kingine okay. mm -hmm. alimwachia Yusufu kila kitu mm -hmm. na hiyo ni jambo ningetaka kuambia the young people mm -hmm ya kwamba saingine nasemanga saingine si atikasi zinakosekana sana mm -hmm. Hata kama najua tuko na challenge, mm -hmm. lakini challenge kubwa ni kupata watu wa mm -hmm. ya kwamba, mm -hmm. ya kwata waaminifu ya kwamba siku naweza achia mtu biashara meenda kujiri Tanzania Aniyo? ama rupurudi, ukijua iko sawa kila kitu kinaendelea vizuri mm -hmm. Kwa hivyo kuwa na watu kama Yusufu mm -hmm. ambao ni waaminifu hiyo mm -hmm. inanisaidia mm -hmm. ya kwamba mimi sikujangi hapa kila siku maana kuna wale watu nimeamini mm -hmm. na wame Ukweli, asante tena sana. Tunajua hakuna biashara ama hakuna kitu ambacho akinanga challenge ama changamoto yeah. Unaweza tuelezea changamoto ambazo umepatana nazo kwenye biashara na pia uh, na wafanyikazi ambao pia unafanya nao hapa yeah, ni challenges ziko mm -hmm, na ile challenge kubwa sana ambayo inakuanga na watu wa biashara. Na mm -hmm. nimekuwa kwa biashara miaka mingi, nimesikiliza wafanyabiashara mm -hmm. watu nifu kwa masaa na kwa pesa. Hiyo ni kitu ambayo inakuanga challenge, maana unakuta pengine umeajiri mtu amekuja amechukua hii ameenda naye amaa mwacha pale kwa cash box, amechukua pesa kweli, hiyo ina affect biashara na pia ina affect kazi yake. yakemakel autaajiri mtu anakuipia kila siku. kila siku. Usiojoo, kwa hivyo ile challenge kinakuanga sana sana kwa biashara. Mm -hmm. mm -hmm, ningependa mm -hmm, utuambie family support ama familia yako we, uh, mwenyewe imeweza kukusupport aje ili kuweza pia kufaulu kwenye biashara, biashara imeweza kustahimili hiyo miaka yote, kwa maana umetuambia umeifanya kwa miaka mingi. The family support imekuwa uh, uh, uh, imekuwa vipi? Asante sana. Wacha niseme ni na niwashukuru wa watu wa familia yangu, ukianza mm -hmm. na my husband mm -hmm. uh, because sana sana kule tulikuwa tukianza, mm -hmm. alitupea financial support mm -hmm. ya pili ni shukuru watoto wetu, maana we do business with them. wow. kama mambo ya marketing sana sana ndio wanafanya, mm -hmm. na wale wanafanya marketing ya mashamba mm -hmm. na wale wako hapo wanafanya marketing ya hii biashara. kwa mm hivyo -hmm. ndiko na support sana sana mm -hmm. ya watu sana sana watoto wetu na pia mume wangu wamekuwa watu ambao wametusaidia kutusupport kwa kila hali. Na nilikwambia, mwito wangu sana sana, nimeitwa kutembea. Natembeanga sana, nakuta wiki niko Tanzania, wiki nyingine nimeenda Burundi, lakini hata wakati sipo kanisa inasonga vizuri, biashara inasonga, na pia biashara inaendelea vizuri na wananisupport. Mm -hmm. Na kwa maana hii ni uh, segment ambayo huwa tunaleta wanawake ambao wana drive kwenye business, kwenye vitu tofauti. Kuna mwanamke ako pale nyumbani, ye yeah. Anajifungia tu ataki kuanzisha chochote, ajua uh, amesikia na huko utaanzisha, unataka kuanzisha biashara ya miwani hiyo Ayu, haiwezi fanya kazi, siku hizi watu hata wanavaa hizi zingine. Ungetaka kumshauri vipi yule ambaye anataka kuanzisha jambo, lakini ako na ile kauoga? Kuna kauoga na zile vitu ambazo anazisikia kutokana na watu. Yeah, I know, uh, shikuku na japo sijakwambia. Mimi huwa pia nafundisha watu mambo ya biashara <laughs> Wambianga many people why they fail is because of competition. Naona huyu amefanya, huyu ameleta gueza take, na yeye anaenda kesho na zile hizo, utakuta nyota mko na the same, na hiyo ina affect watu ku grow in business. I tell people, unataka kufaulu biashara, look for a gap, uangalie ni wapi kuna mwanya ili maana biashara kufaulu, mm -hmm. ya kwamba ile product unauza mm -hmm. inatakikana sana, lakini tukisema mm -hmm. mm -hmm. <laughs> hata mimi nta, jacket nataka kama hiyo, mwingine aleta yellow, yellow, yellow. Mm -hmm. zitakuwa mingi, kwa hivyo si, mm -hmm. biashara mm -hmm. product ile unataka Angalia ile product ambayo haiko sana kwa market. Market. Mm -hmm. Ili itakuwa na demand mm -hmm. na itakuwa na need, maana kitu ikiwa na demand, hapo pia biashara inakuwa ngumu. Sawa, kwa hivyo angalia product ya pili, angalia when you get that product, angalia place ni wapi nitaweka ni biashara mm -hmm. ni pahali accessible na watu mm -hmm.

kuwa na mpango mzuri pio. Ingine inakuanga price, angalia ile price, usiwe so high, usiwe so low. Kwa hivyo kitu inaitwa price ni ya muhimu sana. Kwa hivyo mm -hmm. ule anataka kuanzisha biashara mm -hmm. I must tell you business is risk mm -hmm. akula, ule anakuanga na guarantee mm -hmm. Ukienda kuuza hizi tomatoes kuna mtu anakuja. mm -hmm. Lakini biashara inakuanga hatua ya imani. mm -hmm. Ni lazima kwanza ujiamini na batu amini hiyo. mm -hmm. Na product yako yakwada umeleta itaenda hapo. Pia naambianga watu, wakati unaongea, unaangalia mambo ya product. mm -hmm. Leta product ambayo itasaidia mteja, acha kuleta vitu fake. Unaona, nimenunua hii simu, kesho imeshaharibika imeshaharibika kwa hivyo angalia product ili iwe quality na pia price iwe mzuri. Kwa hivyo anataka kuambia mama ko pale anako kwa biashara usiogope, na the other important thing ambayo inafundishanga watu when I teach on business is research. Don't wake up in the morning, fanya biashara, fanya uchunguzi kin anafanya, do a research ndio inakusaidia kuona. Haya, huyu mama anauza carrot na hakuna vitunguu, mm -hmm. Mm -hmm. Hakuna hakuna nyanya. Nilete nyanya. Nyanya. Ni ni nyanya. Kwa kila biashara inahitaji bidii, uaminifu na pia kumtumainia Mwenyezi Mungu. Nikiripotia Mwangaza TV, makala ya bidii ya mwanamke langu jina Esther Wanjiku.